Sana uh, Mr. Kiani uh, kama tulivyoeleza awali kwamba tunaye mgeni hapa mbeni, Mr. Musa Ryoba, mkurugenzi wa Mwanzo Mpya Foundation Foundation, ameweza kutueleza mikakati anayokuja nayo hii mm, kama kijana mzaliwa wa Tarime kuhakikisha walau wanasaidia wanawake, vijana na makundi mbalimbali aawza kujifunza swala zima la afya, wamejipanga vipi kuja kusaidia pia swala zima la maji na swala zima la ujasiria mali, kwa maana ya kutoa elimu kwa ujasiria mali jinsi gani waweze kuwa Kabla uh, tungependa kujua na kama oh, unavyojua sasa hivi tuko kwenye mwezi mtukufu mm, unzetu, wa Ramadhani kwa maana ya wenzetu waamini wa dini ya Kiislamu uh, wako kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na leo nimedorosa kwa sababu pia ni mwandishi wa habari na, na, na macho marefu bali inasemekana mm, yeah, leo yeah, pia unataka kutembelea msikiti wa Bakwata mm, na kuna zawadi ambazo unaenda kutoa kwa maana ya tende na, na kwa nini umeamua kuatikia Uislamu? Asante ndugu yangu, kwanza niseme tu, najua cha kwanza na ndio maana tunaanza kuhusiwa na hayati maingeeaaa yote anayokuulizia huyo unakotokea, maana yake si mtu tena, bali nitakiwa sisi tutambuane. Kwa kwa kwa Tanzania ukiwa hmm, Mtanzania maadamu, hata kama si muumini wa dini hiyo ya Kiislamu, uh, lakini wewe ni muumini wa dhehebu fulani unaheshimu katika mwisho wao uh, lakini tupo kwenye mfungo wa Kwaresma kwa wale wa Kristo na Waislamu ni kwenye mfungo wa Ramadhani. Tulichoamua kufanya uh, kuungana na hawa wenzetu wa Islamu uh, tutaamua kwa siku hii ya leo tutatoa tende. Tende zile tunazozitoa ni kama, kama, ni kama shukrani na kwa Mwenyezi Mungu. Tunakutana na mambo mengi sana, lakini pengine tukiungana kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani pamoja na shehe wetu wa wilaya uh, kupitia ofisi zetu za BAKWATA karudisha kidogo kwa jamii walau watatuombea. Sisi ni, ni kama mlivyosema bado ni vijana, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo ndugu zetu wa watumishi upande wa Mungu tutakutana baraka nyingi kwenye enye mashaid. Kwa hiyo tumeamua kutumia ku, ku, muda huu ambao wao ni sehemu ya mfungo uh, kama kutoa shukurani, lakini kuungana nao lakini si uungana nao tu mm. kuhakikisha amani pamoja na mshikamano katika mwezi huu inaendelea kudumishwa ndio. Na je hii uh, ni mara ya kwanza kufanya hivi yeah? Niseme tu kiukweli tulikuwa tu, tu, tumekuwa tukifanya haya, lakini aini mm. Tarime, tulikuwa mm. tukifanya kupitia familia zetu mm. fanya kupitia marafiki wanatuzunguka, lakini tukaona sasa kadri ndo unavyoenda nazidi kuwa na mtukio mchana ndani ya nyumba tukaona sasa badala ya kuwa tunafanya mmoja mmoja, tufanye sasa kama taasisi. Tukaamua kuja na taasisi ya Mwanzo Mpya Foundation, ya kuendesha kwa kupitia taasisi. Kwa jambo la kwanza kabisa, baada ya kuwa imeanzishwa, inaanzia nyumbani. Hmm. Nyumbani na wewe nyumbani, nadhani kila mtu anaelewa taasisi home, yaani hakuna chochote inaweza kutenganisha na nyumbani kwao. Nimeona kama sehemu ya taasisi, acha na vile tulivyokuwa tunafanya mmoja mmoja, kama sehemu ya taasisi, leo tunaanza na nyumbani nao ndio maendelezo itakuwa hivi, kama tulivyokuwa tukifanya nyuma, basi huo utakuwa ni maendelezo baada ya hili tukio